Rais wa Kenya William Ruto alirushiwa kiatu wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika Jumapili, Mei 4 2025, katika mji wa Kehancha, kaunti ya Migori. Tukio hilo lilitokea wakati Rais Ruto alipokuwa akihutubia umati kuhusu gharama ya maisha na mipango ya serikali kupunguza bei ya mbolea. Kiatu hicho kilimpiga mikononi, lakini hakikumsababishia majeraha na aliendelea na hotuba yake bila kusitisha. Baada ya tukio hilo, watu watatu walikamatwa na polisi kwa tuhuma za kuhusika na tukio hilo. Hata hivyo, baadhi ya ripoti zimeeleza kuwa huenda tukio hilo lilikuwa la bahati mbaya ambapo mtu mmoja aliyekuwa akishikilia kiatu juu kama kamela aliguswa na mkono mwingine na kusababisha kiatu hicho kurushwa kwa bahati mbaya. Serikali ya Kenya ililaani tukio hilo la aibu na iliahidi kuwachukulia hatua waliohusika. Pole sana Rais Ruto.